Kwa hiyo unataka kuwa mtoto wako um, watano wakati huyu mtoto wa um, mtoto wako wanne hujamua. Ehe, story yako ni gani? 23 na watoto tano. Mtoto wa kwanza ulizaa ukiwa na umri gani? 14 years. Yes. kumi na nne y yeah. Ulizaa normal? Yeah, niliza normal. How was that for you? <laughs> It was... Ilikuwa tough kwa sababu... Ilikuwa... Uliza normal? Yeah. Vizuri uka uka... <laughs> Yeah, niliza tu normal. Sinajua kaida ya Waluya ya nguvu hiko so niliza normal. Mi sijaizana CS, yes. All ni normal? Watoto wako wote eh? Wote ni normal. Uh -huh. Yeah. Nani alikupatia ujauzito ukiwa na miaka kumi na nne? Pia ni kijana tu, pia huyo alikuwa tu mwanafunzi uh -huh. Uh, that time yeye alikuwa class 8. na wewe Class 6. mulikutana wapi? home kwenyu. hiyo uh, time nilikuwa naenda ushago, mi nimeboniwa endreziwa in Eldoret. uh -huh that time kwa naenda ushago uh -huh. kutembea hivyo uh -huh. naenda kutembelea mam Juma alikuwa home, dada ako na Eldoret uh -huh. So nilikuwa naenda hivyo kutembea hapo, ndo tukapatana uh -huh. yeah. Okay, huyo ni baba wa kwanza? Huyo ndo baba ya mtoto wa kwanza, na bado ni baba ya mtoto wa pili. I have three baby daddies okay? yeah. uh -huh so nilikwanga naenda nyumbani natembea naenda ku, kutembelea mam nyumbani. Kuna time ilifika mam yo siku alikuwa ameenda matanga home, najua tu mam alikuwa ameenda matanga. mm. so mi nikiwa tu hapo nimetulia, huyo boi akakuja kukaa hapo hivo, then ika hapen tukipigapiga stori kidogo, akandanganya hivi, tukakuwa hivi, nayee tuka, na tuka have sex nae Then mi nikarudi Eldoret kama kawaida, narudi uh -huh. shule nikuwa asomea Eldoret, nikarudi shule sanye. Niko hiyo siku, wiki mbili hivi zikapita, nikaanza kufil like a hey, staki shule nini, nafil tu kulala, staki kutoka uh -huh. sa nikaamua laik wacha nidanganye dad juu sa staki kuenda shule, wacha ni nimdanganye danganye ndo nijue venye kuko uh -huh. juu sikuwa na ya idea tinaweza kuwa niko na ball. yeah. ya idea sikuwa naye Yeah. so nikakuwa tu hapo, dada najua naenda shule but naenda naingia kwa nini na change mimi narudi, yaani niko tu hivyo kwa, hata zingine nenda kwa beste, umekata tu kusoma juu na feel tunataka kulala hata nikienda kwa